Yes, ndugu zangu mnaopenda vitu vizuri, leo Kiboke tumeingia rasmi kabisa katika shule eh, ya Bright Angel. Bwana, Bright Angel ipo huko Chanika Boyoni eh, tumekuja kukamilisha ujenzi wetu wa pavement za kisasa jamani, tumekuja kufanya utaratibu wetu ule ule wa kuweza kuhakikisha kila mmoja anapata hizi pavement za kisasa, na nikuibie siri kidogo tu. Hii sehemu bwana tushie kujenga miaka minne iliyopita. Kwa hiyo walizidi kutuamini zaidi, wakasema hebu Kiboke njoneni, eh, mzidi kutoboreshia eneo letu lizidi kuwepo. Na sisi Kiboke, tumeshafika eneo, sika, tunaanza kazi rasmi kabisa sisi, hatuchagui sehemu ya kujenga, sehemu yoyote yani, e, i eneo eh, lake es kwepo la kisasa nazidi kumboreshea zaidi pawe pa kisasa zaidi.